Vision 2030. Madini ni maisha. Wataalam wa Wizara ya Nishati pamoja na taasisi zake leo wameshiriki katika mkutano wa ngazi ya makatibu wakuu na wataalamu wanaoshughulikia masuala ya nishati na maji unaofanyika katika jiji la Harare nchini Zimbabwe. Mkutano huo wa awali ni sehemu ya maandalizi kuelekea katika mkutano wa pamoja wa kamati ya mawaziri wanaoshughulikia masuala ya nishati na maji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika sadc Mkutano huo pamoja na kujadili masuala ya nishati na maji, umekuwa ni fursa pia kwa Tanzania kwa endeleza diplomasia ya kiuchumi pamoja na kuwasilisha mafanikio ya nchi katika kuboresha huduma za nishati vijijini kupitia miradi inayotekelezwa na wakala wa nishati vijijini REA. Aidha, mkutano huo umeangazia maendeleo ya sekta ndogo ya mafuta na gesi pamoja na ujenzi wa miundombinu ya kikanda ya mafuta na gesi inayohusu nchi wanachama wa SADC. Wataalamu kutoka wizara ya nishati na taasisi zake wana waliohudhuria mkutano huo ni kamishna msaidizi wa maendeleo ya umeme, Mheshimiwa Styden Rwebangila, mkurugenzi mkuu REA, Mheshimiwa Hassan Saidy, mkurugenzi wa mipango na uwekezaji TPDC, Derick Moshi, mkurugenzi wa mifumo ya udhibiti umeme TANESCO, Mheshimiwa Deogratius Mariwa, mkurugenzi wa udhibiti uchumi EWURA, Msafiri Mtepa na wataalamu kutoka wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mohab TV Zimbabwe.